Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Uh, tunaona katika hii harusi uh, ya Jux tulitegemea wengi kumwona uh, Zuchu akiambatana na Diamond Platnumz, lakini inasemekana kwamba ameweza kukaa mwenyewe katika harusi hiyo, na wala hajataka uh, kuambatana na mtu wa aina yoyote, hajataka uh, kuambatana na Diamond Platnumz, hajataka kuambatana na yoyote. Ameonekana uh, yuko mwenyewe, huku akiwa mwenyewe tu eh, kwenye meza yake, na wala hana shida yoyote. Lakini uso wake unaonyesha kabisa kwamba uh, kuna mengi anapitia, mengi anapitia. Na katika hayo anayoyapitia uh, tunaona uh, ni kama yeye pamoja na Diamond mambo hayako sawa. Lakini nikukumbusha, wakati Diamond anaelekea kule Nigeria kwa ajili ya harusi ya Jux pamoja na uh, Priscilla, Diamond hakuambatana na Zuchu. Uh, Mange Kimambe alitoboa siri na kusema kwamba Diamond alimwambia Zuchu kwamba ndege imejaa, yaani ndege imejaa, au si bwana, ndege imejaa na watu waliopanda kwenye ndege, nafasi ya Zuchu haipo. Kwa hiyo yeye atasubiria tu itakayomalizikia hapa Dar es Salaam. Sasa kitendo cha Zuchu kukaa mwenyewe kwenye kiti eh, kwenye meza yake inatafsira pengine ugomvi wa kimapenzi kati yake pamoja na Simba. Maoni ya mashabiki ilikuwa kama ifuatavyo, kwa sababu inaonekana she's not happy, hana furaha kabisa. Haya, mmoja akaandika, uh, kapendeza sana Zuchu, kama wewe unasema kama mimi weka like. I uh, nasema kwamba Zuchu umependeza, ila kwa su, suala la Mondi sikuingili kabisa, mpaka akuue yani mpaka kue sema, mbona kama she is not happy. Mbona kama aiko sa yani, hana furaha kabisa, sema angeingia hata na dogo Paten, au sio? Vingine ingeweza kumfanya awe na furaha. Nasema kwamba mbona, kamba, uh, mbona kama, wow, she looks so stunning. Wasema anatia huruma, kwa sababu ndo maisha aliyoyachagua, atajijua. Being with a man who is not proud of you will send you in a early grave, kwamba <laughs> kuona mwanaume ambaye ajivunii kuwa na wewe, atakupeleka kaburi. Mwingine akasema huyo walieshikana mkono ameenda Mondi, ataki shimeji wetu wa Nigeria amone akiwa na Zuchu e, yani pale bwana, wanajua ni kwamba kuna mmoja ama nyingine, hataki kabisa, uh, kumuona E, akiwa na Zuchu pengine atampelekea taarifa eh, Diana Emeje. Haya, mwingine akasema leo kapendeza uh, kikubwa kaenda na kapendeza. Mwingine ni changamoto za dunia, kila mtu anapitia kwa muda wake. Haya, mwingine anasema kwamba Zuchu, keep your head high baby girl and keep your silence as it it is gold, as it is gold, no man that disrespect you is worth

they are competing with God. God will show them who is mighty. We love you, Zuchu. kwamba hapa kwa Kiswahili aache uh kukasirika uh, pengine uh kuimbishwa pengine na mambo ya dunia, aendelee uh kupambana. Unalipia kuzungumza, dondosha subscribe.